Kwa mara ya kwanza katika taarifa ya pamoja mjini Doha wawakilishi wa DRC na wale wa AFC m 23 walitangaza kukubali kufanya kazi pamoja kwa nia ya kusitisha mapigano mashariki mwa DRC. Ni tangazo ambalo limepokelewa kwa hisia mseto na raia wa mashariki mwa Congo. Kutoka Goma, Jubengorombi ametutumia ripoti ifuatayo. Raia mashariki mwa Kongo DRC wakiwa wanahitaji amani wamejulisha maoni yao tofauti baada ya pande zinazopigana kutangaza kukubali kufanya kazi kuhitimisha mapatano kwa nia ya kusitisha mapigano kikamilifu mashariki mwa DRC. Tunateseka, politike za nchi yetu hazitusaidie kwa kitu pale, tumekuwa na matumaini ya kwamba tunaweza pata amani bora basi jigeuke geuke. Haituhusu. Si lazima yetu, tunapenda amani. Wanaharakati wanaotetea haki za binadamu Mkoani Kivu Kaskazini wamezitaka pande mbili zinazozungumza kufanya kila linalowezekana na kuhakikisha kuwa hatua hii inayoonekana kwa sasa katika mazungumzo yao iwe ya mwisho na itakayofaa kuimarisha amani mashariki mwa DRC. Jackson Msai ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu mkoani Kivu Kaskazini. Mimi kama mkaazi ambaye amechoka nimewaza ya kwamba kama itakuwa hatua ya mwisho ambao wataifanya kwa mazungumzo ifanyike hapo hivyo. Wakati hayo yakijiri, baadhi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu yanalalamikia ongezeko la vitendo vya ubakaji vinavyoendeshwa na watu wenye silaha dhidi ya wanawake waishio mashariki mwa Congo DRC. Chubengorombi, Goma, RFI Kiswahili. Umoja wa Mataifa umeelezea kuguswa na ongezeko la visa vya unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake mashariki mwa DRC, hii ikiwa ni mbinu ya kivita inayotumiwa kutisha na kuwaadhibu raia.